saba katika maeneo ya Kuria ya kaunti ya Migori wamehamasishwa na kuelimishwa kuhusiana na namna ya kuwasilisha ujumbe wa kutangamana na wanakijiji kama njia moja kukomesha dhuluma kwa mtoto wa kike. Miongoni mwa hatua zilizochukuliwa ni kushirikisha jamii katika mazungumzo kuhusu mila na desturi hatari za kijamii kama vile ndoa za utotoni na ukeketaji. Wakizungumza katika eneo la Ikerege, wakireketwa hao wanasema kwamba kutakuwa na mabadiliko ya tabia na kujenga uhusiano thabiti kulinda haki za watoto. Wanakufa, wanakufa kabisa, wanaenda wanatupa mstuni eh. Hiyo yote ni mambo mabaya sana tulikuwa tukifanya, lakini nashukuru sana kikundi wa Envision yeah, vile kimekuja kimetukomboa wengi, kimetushika pamoja, tunaendelea vizuri, kitatufundisha mafundisho mema. Kila sabkaunti ilikuwa na sea change grand ones ambayo tunataka kuwa confirm, kana kwamba kutoka leo kuendelea wao ni role models in our community. Kwa hivyo msituangushe, tuungane mikono na ninajua, kwa safari hii na vile ninaona, ninaona, najua tutaweza kuenda mbali.